Wanaharakati mbalimbali pamoja na wanasiasa wamejitokeza kufuatia kauli iliyotolewa na makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dkta Balozi Emmanuel Nchimbi aliyotoa siku, siku ya jana katika siku ya maadhimisho ya sheria nchini Tanzania, ambapo kitaifa ilifanyika huko jijini Dodoma, ambapo pia rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi alipata nafasi ya kuzungumza katika maadhimisho hayo. Katika kauli aliyoizungumza makamu huyo rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Dkt. Emmanuel Nchimbi aliwataka wanaharakati, wanasiasa pamoja na viongozi kutoendelea kuyazungumza matukio yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Sasa tunafahamu ya kwamba katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 uliotokea maandamano pamoja na vurugu zilizosababisha mali za umma kuchomwa mali binafsi pamoja na matokeo ya mauaji ambayo kwa kiasi kikubwa yameacha doa kwa taifa na hata kwa Tanzania kwa ujumla. Hufuatia matokeo hayo, viongozi mbalimbali wamekuwa mbali wakizungumza na kutoa kauli mbalimbali mbali. Siku za hivi karibuni, Bonifasi Mabukosi alizungumza siku ya jana mbele ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi akisema kwamba viongozi wanapaswa kukaa kimya kama hawana cha kuzungumza kuliko kuzungumza kauli ambazo zinaendelea kutonesha mioyo wa Tanzania. Kufuatia kauli hiyo, pia Emmanuel Nchimbi alibuka na kuwataka wanasiasa wanaharakati kutoendelea kuzungumzia matukio ya Oktoba 29, huku akiweka wazi kwamba serikali ya Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeunda kamati ya uchunguzi dhidi ya matukio ya Oktoba 29 na inaendelea kufanya kazi. Kufuatia kauli hizo ambazo zilitolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi baadhi ya wanaharakati wa wanasiasa wameibuka na kukosoa kauli hizo. Ananilea Nkya ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu nchini Tanzania ameibuka na kuzungumza machache. a ukurasa wake wa mtandao wa X amesema kwamba kwa Mtanzania na mtu yeyote duniani anayeamini, uhai wa mtu ndicho kitu chenye thamani kubwa kuliko kitu chochote ulimwenguni, kamwe hata acha kuzungumzia tukio la Oktoba 29, 30 na 31 Mwaka elfu mbili na ishirini na tano Watanganyika wengi waliuawa kwa kupigwa risasi kikatili. Alizungumza hivyo mwanamama huyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X.